Tunafahamishwa kwamba klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans imetoa msimamo wake ikisemea kwamba haitakubali kurudiana na Simba kwenye mchezo wa ligi kuu bara namba 184. Taarifa ya Yanga iliyotoka usiku wa Jumapili kufuatia kikao cha kamati ya utendaji ya klabu hiyo iliyokutana kwa dharura imesema haitarudiana na watani wao hao kufuatia mchezo huo kuahirishwa Machi 8 mwaka huu 2025 na, na bodi ya ligi ya Tanzania bara. Kwenye taarifa hiyo, Yanga imetoa maazimio matatu ya kamati yao ya utendaji ikisema inataka kupewa ushindi kwa mujibu wa kanuni pindi timu moja inaposhindwa kutokea ya uwanjani. Yanga pia imelitaka Shirikisho la Soka nchini Tanzania, TFF, kuvunja kamati ya usimamizi wa ligi iliyo chini ya mwenyekiti wake Steven Mnguto, mwenyekiti wa TPBL na katibu wake Almasi Kasongo, afisa mtendaji mkuu wa TPBL, kwa kile ilichoeleza kukosa imani na kamati hiyo, na kuweka watu wenye nia njema na yenye uadilifu kwa masilahi ya mpira. Hatua hiyo ya Yanga kuikataa kamati hiyo imesema inatokana na Mnguto mapema kueleza wazi kwamba hakuna mabadiliko ya mechi hiyo kuairishwa huku akitaka mashabiki kuendelea kukata tiketi na kwenda uwanjani. Aidha, yanga pia imeweka wazi kwamba simba haikutoa taarifa kwenye kikao cha maandalizi ya mchezo huo kilichofanyika kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam kwamba ingetaka kutumia haki yake ya msingi ya kufanya mazoezi na badala yake ikaibuka Ijumaa usiku ikitaka kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mabingwa hao watetezi wa ligi kuu bara imewaomba radhi mashabiki wa soka nchini Tanzania kwa kukosa mchezo huo huku ikisema timu yao ilijiandaa kikamilifu kucheza mechi hiyo ambayo ilipangwa kufanyika Jumamosi Machi nane mwaka huu 2025.